Iran imeshambulia Israeli usiku kucha wakati vita hiyo ikiingia siku ya tano, lakini taarifa kutoka kwenye wizara ya afya ya Israel inasema hakuna majeruhi wala madhara yoyote ya mashambulizi hayo. Wakati vita kati ya Iran na Israeli ikiingia katika siku yake ya tano, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema haondoi uwezekano wa kumuua kiongozi wa juu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, akisema hiyo ndiyo namna ya kumaliza mzozo baina Israel na Iran ambao ni mahasimu wakubwa. Netanyahu amesema hayo kwenye mahojiano na kituo cha utangazaji cha ABC News alipoulizwa kuhusu ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump amezuia mpango wa kumuua kiongozi huyo kutokana na mashaka kwamba utazidisha machafuko. Naye Benjamin Netanyahu amejibu, Irani inataka vita visivyokwisha na wanatusogeza kwenye vita vya nyuklia, alisema Netanyahu. Ameongeza akisema, na inachokifanya Israeli ni kuzuia hilo, kumaliza uvamizi, kukomesha uchokozi huu, na tunaweza kufanya hivyo tu kwa kusimama dhidi ya nguvu za uovu. Akiwa ziarani kwenye kambi moja ya Israel, Netanyahu aidha amesema wanakaribia kufanikisha malengo yao mawili ya kuondoa vitisho vya makombola na nyuklia, na kuongeza kuwa ikiwa tutadhibiti anga ya Teherani, tutavishambulia vituo vyote vya utawala huu. Aidha, ameshutumu Irani kwa kuwashambulia watu na kuongeza kuwa tunawaambia raia wa Teherani, ondokeni hapo, kisha tuchukue hatua tofauti, na hapo karibia wengi mtaangamia, wengi mta teseka na wengi mtapoteza upendwa wenu. Wakati hayo akiwa naendelea siku ya nne ya urushianaji makombora kati ya Irani na Israeli, inaarifiwa kwamba mjini Haifa nchini Israeli, kituo cha umeme kilichotumiwa kuzalisha stima na umeme kiliharibiwa pakubwa na shambulio la Irani. Hata hivyo, vituo vyote vya kusafisha mafuta vimefungwa kufuatia shambulio hilo ambalo pia lilisababisha vifo vya watu kadhaa, wakati kukiwa kuna taarifa kwamba Israeli ilishambulia chombo cha habari cha taifa la Irani. Kamati ya kulinda waandishi wa habari CPJ kimelaani vikali shambulio la Iran dhidi ya shirika la utangazaji la taifa la Iran na kutaka kusitishwa kwa umwagaji damu. Mkurugenzi wa CPJ wa Mashariki ya Kati Sarah Kadal amesema CPJ imeshtushwa na shambulizi la Israel dhidi ya kituo cha televisheni cha taifa cha ja Iran. Mauaji ya Israel bila ya kuadhibiwa ya karibu waandishi wa habari mia mbili huko Gaza yameipa ujasiri wa kulenga vyombo vya habari mahali pengine katika eneo hilo. Umwagaji damu huu lazima ukome sasa. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii, waziri wa ulinzi wa Israel Katz amethibitisha kuwa jeshi la Israel lilishambulia mamlaka ya utangazaji ya Iran mjini Teherani kwa kile alichosema kwamba inasambaza propaganda, ikiwa ni pamoja na serikali ya nchi hiyo kutumia faida ya jengo hilo kijeshi ikificha kuwa ni sehemu ya mamlaka ya raia. Israel iliishutumu Irani kwa kutumia jengo hilo chini ya kizingio cha shughuli za kiraia, kwani walidai kuwa ni kituo cha mawasiliano cha kijeshi. Muda mfupi baada ya mlipuko huo vyombo vya habari vya serikali ya Irani vilitangaza kuwa Israeli inapaswa kujiandaa kwa mashambulizi mabaya zaidi katika ardhi ya Israel muda wote kutoka sasa. Irani imetoa tahadhari ya kuhama kwa vituo vya habari vya Israeli baada ya vikosi vya Israeli kushambulia jengo la shirika la utangazaji la taifa la Irani mapema Jumatatu. Irani imetoa onyo la kuhama kwa idhaa za N12 na N14 za Israel. Amri hii inakuja kujibu mashambulizi ya Israel dhidi ya huduma ya utangazaji ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jeshi la Israel pia linasema kuwa miundombinu yake ya makombora ya arzini inashambulia Irani kwenye upande wa magharibi mwa nchi hiyo. Hapo awali ilisema ililenga ndege mbili za kivita za Irani F-14 zilizokuwa kwenye uwanja wa ndege wa Tehran. Kulingana na jeshi ndege hiyo ilikusudiwa kuzuia ndege za Israel na zilipigwa mapema kabla ya kuanza kuzizuia. Jeshi pia lilidai kuzuia jaribio la uzinduzi wa UAV kuelekea likidai kuwa seli ya uzinduzi iliondolewa dakika chache kabla ya kupelekwa kwingine. Hali hiyo inakuja huku picha mbaya satellite zikionyesha jinsi miundombinu ya nyuklia ya Irani imeharibiwa katika mashambulizi ya Israel tayari, lakini jeti za IDF zimegonga bohari za Irani, makao makuu na na mitambo ya kugeuza majengo hayo ya thamani kuwa mabaki yaliyoungua na kuteketea. Haijabainika iwapo Israeli imefanya vya kutosha hadi sasa kufuta kabisa mpango wa nyuklia wa Teherani. Wata wataalamu wanaamini kuwa Israel haijatoa pigo baya kwa mpango wa Irani bado, huku shirika la kimataifa la atomiki likisema baadhi ya tovuti bado hazijaharibiwa. Lakini Israeli inadai kuwa na ubora wa anga juu ya nchi hiyo ambayo ingeiruhusu sasa kulenga maeneo yoyote bila tishio la kuangushwa kwa ndege zake. Ndege za kubeba ndege ya Marekani pia inapambana kuelekea mashariki ya kati baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuonya kuwa nguvu kamili ya kijeshi zitatumika ikiwa Amerika itashambulia na Irani. Hatua hiyo inazidisha shinikizo kwa Ayatollah Ali Khamenei wa Irani na inakuja wakati ambapo Wairani wamesikika wakipiga kelele kifo kwa Hamenei, yaani kiongozi wao wa mkuu. Baadhi ya wenyeji wa Teherani walisikika wakipiga kelele za kutaka uhuru huku mabomu yakianguka karibu nao. Picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha Israeli huenda pia ikaongeza malengo yake ya vita kujumuisha kumpindua kiongozi mkuu wa nchi hiyo Hamenei, kulingana na Washington Post. Lakini Benjamin Netanyahu pia amesema kuwa Iran sasa ni dhaifu sana, huku wakionya kuhusu mabadiliko ya serikali yatakayo karibia hivi karibuni. Mvutano unazidi kuongezeka huku mzozo huo ukitishia kuingia katika vita vikubwa zaidi vya kikanda, huku Pakistani pia ikitoa wito kwa ulimwengu wa Kiislamu kuungana, yani kuisaidia Irani ili kuiangamiza Israeli. Pakistani imeeleza kuwa muda wote inaweza kuiangamiza Israel kuwa, hoti, Israel ikiwa itaendelea kushambulia maeneo mengi ya Irani. Lakini upande wa nchi za magharibi, mashambulizi hayo kati ya Irani na Israeli yamemwinua waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy ambaye ameliambia la Commons kwamba hali ya Irani na Israel lazima ifikie mwisho kwa dharura. Amenukuliwa akisema anataka kuwa mwazi, Uingereza haikuhusika katika mashambulizi dhidi ya Irani. Hii ni hatua za kijeshi inayofanywa na, na Israeli yenyewe. Aliendelea kuambia baraza la Commons kwamba hakuna hatua za kijeshi zinazoweza kukomesha uwezo wa nyuklia wa Irani. Israeli ina haki ya kujilinda yenyewe na raia wake, lakini kipaumbele chetu sasa ni kushuka kwa kasi. Ujumbe wetu kwa Israeli na Irani uko wazi, rudini nyuma Jizuieni, usiingize zaidi katika mzozo wa janga ambalo hakuna mtu anayeweza kudhibiti. Aliongeza kuwa serikali inawaomba raia wote wa Uingereza nchini Israeli kusajili uwepo wao na ofisi ya mambo ya nje, jumuiya ya madola na maendeleo, FCDO. Lakini viongozi wengine ulimwenguni wameendelea kutoa wito kwa Irani kurudi nyuma ili kujaribu kuingia kwenye mkataba wa nyuklia na Marekani. Raisi wa Urusi Vladimir Putin kwa mara nyingine ameendelea kuionya Irani kuwa inatakiwa kuingia kwenye mkataba huo mapema iwezekanavyo, ili kuchelewa kuingia na ikapata matokeo mabaya zaidi kwenye historia yake. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.